Kurusha le sasa, rusha machupa. Banda wa kwanza, bado nafasi ndani, <coughs> weko ndani pia, unakwenda kuzama kwenye kamba! Namungo akiandikisha bao la kutangulia, Jacob Raymond Masawe. Ili dhahabu ipate ubora, ni lazima ipite kwenye tanuri la moto. Namungo anatangulia, mashabiki wanafurahi nao Hey. Mara zote msiba usikie kwa jirani tu. Abdi Banda alipambana kweli kweli, mpira kweli, ule ukenda ukatuama kwenye miguu ya Jacob Raymond Masawe, naye hakuwa na ajizi, akaukwamisha mpira ule moja kwa moja kwenye kamba, bao la Jacob Raymond Masawe. Alikuwa nje kwenye bench e, amefinywa utamu. Cheza mpira mrefu mbele kule juu, wanajibu Dodoma Jiji lakini machupa anakaa uzuri kweli kweli hii kweli. Uh, ndiyo maana halisi ya beki ya boli, jaribu kuondoka tena, cha Namungo inawekwa ndani, nafasi oh! chuma ya pili imekaa kwenye kamba, Namungo anaandika bao la pili. Dodoma Jiji bado anafanya subira, pasi moja hasanati ya viwango mno inatuama uzuri kwelikweli cha mungu alichofanya, alitazama wapi? Anaweka mali ile, akapiga pasi moja ya viwango kwelikweli, pasi mtambarizo na mpira ule unakwenda moja kwa moja kusukumizwa kwenye kamba, na mungu mbili. Dodoma Jiji bado wana njenje mduara.